Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ubarikiwe wewe unaendelea kufuatilia chaneli yetu ya Uamsho wa Kanisa kutoka katika kanisa takatifu la Mungu lililoko Mbinga mjini, Ruvuma, Tanzania. Mungu amenipa neema nikuletee mambo mbalimbali yanayowakokota Wakatoliki wengi kwenye ziwa la moto kuwapeleka jahanamu ya moto. Haya ni mambo kaza wakaza yanayowapeleka watu wengi wanaokufa ndani ya kanisa Katoliki bila neema ya wokovu au bila kuokoka, wanapokufa wanakwenda jahanamu ya moto moja kwa moja, hmm. Hayo mambo siyasemi kwa sababu ya chuki, la hasha. Najua ni hatari sana katika maisha yangu, lakini sina namna, lazima niyaseme kwa sababu Mungu ameniokoa. ninaitwa katikista aliyeokoka. kwa sababu Mungu ameniokoa, siwezi nikakaa kimya. Wako watu ambao Mungu pia atawaokoa kupitia mimi, kwa njia ile ile au njia nyingine. Mungu aweza kuwaokoa watu. Kwa hiyo lazima niseme machukizo mbalimbali yanayofanyika ndani ya kanisa Katoliki, na mimi nilikuwa nikishiriki na kuwahubiri watu wengine. Lazima niakane waziwazi na kuwaambia watu hayo ni machukizo. Wale waliokuwa nikinisikiliza e, nikiwa nikiwa ninahubiri au nikiwa nasimama mimbarini mimbalini nikiwaambia, hayo lazima wajue fika kwamba katekista wetu aliyeokoka, kumbe haya mambo aliyaona ni chukizo. Hakusema, lazima niseme wakati huu tukiwa hai bado tuko duniani. Uh, jambo la kwanza jambo la kwanza ni kuomba kwa kupitia jina la Mariamu mama wa Yesu au jina la Mtakatifu Petro Yohana au majina mengine, ni chukizo mbele za Mungu, na mtu atendaye jambo kama hilo akifa bila toba au okovu, anakwenda jehanamu ya moto. Mimi sio mhukumu, ni maandiko yanayosema. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza Yohane sura ya pili kuanzia mstari ule wa kwanza na wa pili Bibi nasema kwamba watoto wangu wadogo nimewaandikia haya ili msitende dhambi, lakini kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi wetu kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, ambaye sio mwombezi wetu tu sisi, bali ni mwombezi wa ulimwengu mzima. Yesu Kristo sio kwamba tu anatuombea sisi, lakini pia anauombea ulimwengu mzima. Wazungu wanamwita advocate lakini ukisoma pia uh, Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tano Biblia inasema kwa kuwa Mungu ni moja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu. Sikiliza, wazungu wanamuita mediator. Amesimama katikati akitupatanisha kwa Baba na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu mwenye nguvu, akituombea na akitupatanisha kwa Baba. Huyo ndio mpatanishi wetu. Hakuna jina lingine ambalo tumepewa sisi wanadamu Biblia nasema hivyo, hapana jina jingine tulopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo zaidi ya jina la Yesu, wala siyo jina la Mariamu, wala siyo jina la Petro, wala sio jina la Yohana. Kuomba kwa kupitia majina haya ni sawa na kuomba miungu, ni sawa na mtu yoyote asiye na dini anaenda kuomba kaburi la mama yake, au anaenda, anaenda kuomba miungu maporini. Haujatofautiana naye kwa sababu mekengeuka. Biblia nasema ombeni kwa jina langu, Yohana 14:13 nami nitatenda ili Baba tukuzwe ndani ya mwana Yesu. Anachotaka ni watu tuombe kwa kupitia jina lake. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuomba kwa kupitia jina lingine, nataka nikuambie mapema, uliyekuwa ukiniona mimi nikiwa katekista au uliyekuwa ukiniona mimi nikiendelea kuwafundisha watu hivyo, kwa sasa nawambia wazi dhahiri kwamba wewe unaendelea kuomba kwa kupitia jina la Mariamu, ukifa katika hali hiyo utaenda jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ametoa namna ya kumfikia yeye, na ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi sura ya nane na ule mstari wa 26 sita, Biblia inasema kadhalika, lo naye tusaidia katika udhaifu, kwa sababu hatujui kuomba itupasavyo. Anayetusaidia katika udhaifu ni nani? Ni Roho Mtakatifu, anatuombea kwa Baba. Kuna wimbo ambao, malkia wa mbingu furahi, aleluya kwani uliyestahili kumchukua aleluya amefufuka alivyosema aleluya, utuombee kwa Mungu aleluya. Unanielewa? Sasa huu wimbo wanamwimba huyo malikia wa mbingu ni nani? Kwa mujibu wa kanisa Katoliki, malikia wa mbingu au malikia wa mbinguni ni Mariamu aliyemzaa Yesu. Sasa nisikilize wewe, uongo ambao kanisa Katoliki linawadanganya na kuwafanya watu wengi waishie jehanamu ya moto, wengi, maelfu kwa maelfu. Malikia mbinguni, hakuna malikia mbinguni, narudia tena. Mbinguni hakuna malikia. No queen. Hakuna queen mbinguni. Labda mbingu ambayo imetengenezwa na Wakatoliki, lakini mbinguni hakuna malikia. Mbinguni kuna mfalme peke yake. Hata nchi za kidunia uwezo ukakuta nchi moja ina mtawala anaitwa kingi na kuna queen hapo hapo. Hakuna hata nchi kwenye dunia. Alafu nataka mbinguni eti kuwe kingi na kuwe queen. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mtu anaitwa malikia wa mbinguni hakuna mbinguni, mbingu ambao Mungu wa, wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo yupo, hakuna malkia, kuna mfalme Yesu. Nathibitisha haya ukisoma kitabu cha Yeremia, Yeremia sura arobaini na nne na ule mstari wa kumi na tano Ndipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukuzia vumba miungu mingine, na wanawake wote waliosimama karibu, na mkutano mkubwa, yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri katika Pathrosi, wakamjibu Yeremia wakisema, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana, sisi hatutakusikiliza. Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu. Aa, sikiliza. Yeremia aliwakataza kwamba msimfukizie uvumba malikia wa mbinguni. Wakasema, Yeremia hatutakusikiliza, hilo neno ulilosema, lakini tutasema tutafanya kila neno litakalotoka katika vinywa vyetu. Kwa sababu tulipoacha kumtumikia malikia huyu wa mbinguni, tulipata adhabu. Maana yake nini? Akasema tulikosa mahitaji yetu. Ndivyo ambavyo watu Katoliki wanadanganywa. Wanasema tukiacha kumuomba Maria tutapata adhabu, tutapata na madhara, hatutajibiwa. Ana, anaenda anatuombea kwa Baba. Aa yaani yako anaenda kukuombea. Uongo ambao shetani amewafumba watu wengi sana waende jehanamu ya moto. Ukisoma Yeremia hii ambayo nimetoka kusoma, Biblia inasema ya kwamba Yeremia akawaambia watu kwamba hao watu waliokuwa wanamfukizia uvumba malkia wa mbinguni, Mungu aliwaacha? Mbona Mungu aliwakumbuka na kuwapiga kwa sababu ya dhambi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana, nasema amen. Kwa hiyo Yeremia anazidi kusema malikia huyo wa mbinguni aliyokuwa anabudiwa hapo zamani na bibi imemwita ni pepo aliye asi, na ndio maana hata ukisoma kitabu cha Yeremia, Yeremia sura ya saba na ule mstari wa kumi na nane na wa kumi na tisa bibi nasema watoto wokota kuni na baba zao washa moto, na wanawake ukanda unga, ili kumfanyizia mikate malikia wa mbinguni, na kuwamiminia na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Je, watu hawa wan, wan, wanikasirisha mimi? asema Bwana, hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe. Unaweza ukafikiri unamkasirisha Mungu, kumbe kupitia maombi unayomwomba yeye malkia wa mbinguni huyo, ambaye namwita malkia wa mbinguni bibi, namwita kama pepo liasi. Watu wote waliokuwa wanamwomba malkia wa mbinguni, watoto wanaokota kuni, wanawake wanakanda unga, wanaenda kumfanyizia ibada malkia wa mbinguni bibi nasema, wanafikiri wananikasirisha mimi, lakini wanajikasirisha wenyewe, wanazipaka nyuso zao mavi wenyewe wanazipaka nyuso zao aibu wenyewe, kwa sababu Mungu atawakumbuka na kuwapiga tena kwa mapigo mengi sana. Bwana pewe sifa, sema amen. Kwa hiyo kumuomba huyu anaitwa malikia wa mbinguni ukafikiri ni Maria ni dhambi mbaya sana, ambayo dhambi itakupeleka motoni na usipoacha ukageuka ukapata okovu halisi, nataka nikwambie ndugu yangu, unapoteza wakati na muda. Bwana pewe sifa. Unajua, unajua mimi mwenyewe nilikuwa mkarismatiki tena mwanawa msho ndani ya kanisa Katoliki, na nilikuwa nikiwambia watu e, kwamba wokovu unapatikana pia ndani ya kanisa Katoliki, na huku nikiwa nina sali hizi sala za kuomba watakatifu. Sikiliza, nimeshika kitabu hiki cha sala cha kanisa Katoliki. Kuna sala fulani inaitwa tunaukimbilia ulinzi wako. Sikiliza vizuri, tunaukimbilia ulinzi wako. Ha, inaanza hivi tunaukimbilia ulinzi wako, e, mzazi mtakatifu wa Mungu, usikatae usikatae maombi yetu katika shida zetu, bali utuokoe siku zote na kila hatari ebi kila mtukufu na mbarikiwa, e malikia wetu Aha. E malikia wetu e mshenga wetu e mwombezi wetu utupatanishe na mwanao utupendekeze kwa mwanao utukaribishe kwa mwanao amina. Umesikiza sala kama hizi, Mungu anaposikia sala kama hizi, ni chukizo kwa Mungu na wee usipoacha, wewe unaendelea kusali sala hizi, nataka nikwambie, ukifa utakumbuka, utakumbuka sauti hii. Na kama na ndugu yako ni baba yako ni mama yako, hebu tumshirikishe, share ujumbe, wakasikilize. Amepotea kwa kutokujua. Maria sio mlinzi wetu bibi, nasema Maria sio mlinzi wetu. Eh, mzazi mtakatifu wa Mungu, usikatae eh, maombi yetu. Maria apokee maombi sasa, bali tuokoe eh, siku zote, kila hatari. Maria anaokoaje watu kila hatari? wewe Maria na watu kila hatari e, e, malikia wetu e, mshenga wetu Mali, malikia, Maria sio malkia wala sio mshenga mbingu kuna mfalme tu kuna mfalme wa falme hakuna malkia There is no queen, queen there. kule kuna kingi tu mfalme wa falme utupatanisha na mwanao. Yesu, Maria anafanya kazi ya kuwapatanisha hana uwezo Yesu, Yesu mwenyewe anafanya hiyo kazi anafanya kazi mwenye mwenyewe ndio mwombezi mwenyewe ndo anaokoa mwenyewe, wala hakuna mtu mwingine ambaye anasimama badala yake e, nika nikaendelea kuangalia hiki kitabu cha sala. Kuna tena ibada nyingine ambayo inafanywa eh, e, ibada ya, e, ibada ya kumheshimu mm, ibada ya kumheshimu Bikira Maria mm, ibada inafanyika kabisa e, ibada ya heshima ya Bikira Maria ziko hapa, ibada ya heshima ya Bikira Maria. Nataka nikwambie we mwana wa Mungu ambaye unasikiliza, unasikiliza ujumbe huu au unaweza kumshirikisha mwenzako asikilize vizuri, kwamba kuomba kwa kupitia jina lingine ni dhambi ambayo itakufanya uende jehanamu ya moto. Hilo tu, hilo tu. Sikiliza, Yesu anasema tumuombe yeye. Ni vizuri ukawa kama mtu wa be, watu wa Beroya waliokuwa wakisikiliza na kufuata na kuyachunguza maandiko waone ndivyo alivyoandikwa kuliko kuendelea dini yangu, dini yangu, huyu anaponda dini yetu eh, tukamshtaki. Sina nitaisha kushtaki wangapi, tutaisha kwenda jehanamu ya moto kwa kiburi chako wakibuli chako na jeuli kwa kutosikiliza kila mtu anayesema kuhusiana na maovu ndani ya dini yako, unakelwa unakelwa, dini yako unachukizwa, unakelwa unakelwa. Kwa nini hiyo dini haikufa msalabani? Aliyekufa msalabani Yesu Kristo. Ni vizuri ukasikiliza, afu katega sikio vizuri na ukaenda kuchunguza maandiko. Hivi ni kweli, tunaomba Maria, tuko sawa? Tunasema malkia wa mbinguni, kuna malkia wa mbinguni? mbinguni yuko huyo, kama sio pepo li asi mambo Biblia imesema na imeeleza wazi, lakini kwa sababu ya jeuri na kiburi unaendelea kufuatilia mambo yaliyooza ambao Mungu hayataki, unajipalia makaa mwenyewe. Wakati huo mpadri atakuepo, katekista wako atakuepo, sista wako atakuepo, utakuwa mwenyewe sana. Utaendelea kusali memolae, naziona huko, ziko sala nyingi memolae, ziko sala ya mama, si nani, ziko nyingi sana eh, ziko nyingi sana ambazo nataka nikuambie, mwana wa Mungu, usipoacha usipoacha mm, usali sala kama hizi sala kama hizi, wakati utakapokufa utajikuta jehanamu ya moto na hauna, una mtu wa kumlaumu kumlaumu. Mimi kama katekista aliyeokoka ninanawa, nina nawa kwa kukuambia uhalisia na ukweli, uhalisia e, na ukweli, dhidi ya haya yote yaliyokuwa yanaendelea, ambao mimi mwenyewe nilishiriki ndani ya kanisa Katoliki na kuwafundisha watu hivyo, lakini leo Mungu ameniokoa kwa, nina nawa kukuambia we Mkatoliki ambaye mpaka sasa bado upo yamkini, katekista ni padre ni nani yeyote yule, kwa sababu Mungu amenitoa mimi ni sadaka kwa ajili ya wengine pia. Najua ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kuhatarisha maisha kugusa mihimili mikubwa ya kidini kama hii, ni kuhatarisha maisha, lakini Yesu niliye naye aliyeniokoa na kunitoa kwenye giza totoro, lazima nitoke niwaambie watu walisia walisia wa mambo kama yalivyo. Wewe ambaye Mungu amekujalia neema ya kusikiliza, sikiliza na uambie watu wengine, ili waweze kubadilika na kuachana katika dini hii. Inawafanya watu waombe kwa jina lingine tofauti na jina tulopewa. Hapana jina jingine tulopewa zaidi ya jina la Yesu Kristo. Anayeomba jina lingine tofauti na jina la Yesu Kristo, anayeabudu miungu, anamwomba mungu mwingine, sio mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Mungu akubariki sana na karibu sana Amen.